Not be read as it is now. Shule za msingi katika kaunti ya Kwale zimehimizwa kupanda miti ya matunda ili kuimarisha lishe kwa wanafunzi shuleni. Kwa kuzingatia wito huo, chuo cha mafunzo ya kiufundi cha Msambweni kimepanda miti 850 ikiwemo ya matunda katika shule ya msingi ya Jomo Kenyatta. Mwalimu mkuu wa chuo hicho, Maria Kimonya, amesema wataendelea kupanda miti zaidi shuleni, huku uh, idara ya misitu ikitakiwa kusaidia kukabiliana na uh uharibifu wa miti iliyopandwa katika maeneo ya umma. Na ni zoezi tutaendelea kupanda, kwa sababu hapa Jomo Kenyatta wako na compound kubwa kuliko Msambweni na pia wako na wanafunzi wengi, kwa hivyo tutakuwa tunakuja kupanda miti hapa, na kwa sababu wao wako na wanafunzi ambao wanaweza patia hiyo hiyo role ya kuwekelea miti maji, na pia tunakuwa tunawatembelea mara kwa mara kuangalia kama miti imeimarika. Jukumu ambalo limebaki ni kutunza miti ili iweze kumea na kustawi. Na hilo tutalitekeleza kwa kumwalia maji na pia kufanyia mulching ili tuone kwamba wakati wa kiangazi, basi haikauki, inazidi kume kumea mpaka pale ambapo itaweza kutoa matunda. Uzembefu ni mwingi kwa upande wa ukataji wa makaa na kuna wasii sana, serikali iweze kuangalia sana hapo kwa ukataji wa miti. Especially the fruits inasaidia kama nutritional kwa the children na pia hapa kwa coast region huwa tuna experience a lot of sun. Tuendelee namna hiyo, tukipanda miti kila mwaka kama mara mbili kwa mwaka, ni mzuri kwa nchi yetu. Wakazi katika kaunti ya Busia wakiwemo wana